Hizi hapa ni tabia saba ambazo wanawake anazitafsiri kama mvuto wa hali ya juu. Kujiamini bila majivuno. Quiet confidence. Mwanaume anayevutia hatumii nguvu nyingi kuthibitisha kuwa yeye ni bora. Haongei kwa sauti kubwa sana wala hajisifu. Mvuto wake unatokana na jinsi anavyojibeba, body language, kutazama watu machoni na uwezo wa kufanya maamuzi bila kutetereka. Pili, usafi na self care. Hapa sio lazima uwe na sura ya mwanamitindo. Wanawake wanavutiwa na mwanaume anayeonekana anajijali, nguo safi na zinazokutosha vizuri, fitting, harufu nzuri, sio lazima perfume ya bei mbaya, hata usafi wa mwili tu, kucha na nywele, ndevu zilizopunguzwa vizuri. Tatu, kuwa na shughuli malengo. The mission. Mwanaume anayevutia ni yule ambaye ana kitu kinachomfanya amke asubuhi nje ya mahusiano. Mwanamke anataka kuona mwanaume mwenye ndoto, kazi au biashara anayoisimamia kwa shauku. Hii inatafsiriwa kama mwanaume huyu ana mustakabali. Nne, uwezo wa kusikiliza, emotional intelligence. Wanaume wengi huongea sana ili kuvutia, lakini mwanaume anayevutia zaidi ni yule anayetoa nafasi kwa mwanamke asikike. Ukisikiliza na kukumbuka vitu vidogo alivyosema, unajijengea pointi nyingi sana za mvuto kulinganisha na mwanaume anayejisifu masaa yote. Tano, ucheshi na vibe chanya. Maisha ni magumu hivyo mwanaume anayeweza kuleta kicheko au tabasamu ana mvuto wa kipekee . Haimaanishi uwe mchekeshaji comedian, bali uwe na uwezo wa kufanya mazungumzo yawe mepesi na yenye kufurahisha bila kuweka stress. Sita, heshima kwa watu wote the integrity. Wanawake hupima mvuto wa mwanaume kwa kuangalia anavyowatendea watu wasio na faida kwake, mfano weita walinzi au watoto. Mwanaume mwenye adabu na heshima kwa kila mtu anaonekana kuwa na tabia njema character, ambayo ni adimu sana siku hizi. Saba, kutokuwa na njaa ya mapenzi abundance mindset. hii ni tabia ya kutokung'ang'ania sana needy. Mwanaume anayevutia haombi ombi mapenzi wala hatumii meseji hamsini kwa saa moja, ana maisha yake ana marafiki na ana ratiba yake. Uhaba huu kidogo scarcity, unamfanya mwanamke aone thamani yako kuwa kubwa zaidi. Hebu tuambie kwenye comment: ni tabia gani ambayo unahisi wanaume wengi wameipoteza? Usisahau kusubscribe channel na share na marafiki ili wajifunze zaidi.